Bwana Yesu asiwe sana, watu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu tena kwa kibali ambacho amenipa na kila sababu ya kuminua Jehova ile kwa sababu ametusaidia, ametulinda, ametupigania, tumeweza kuamka tena kuiona siku nyingine. Ambapo wengi walitamani walitamani, lakini yamkini hawakupata hiyo nafasi. Yamkini ni wengi ambao liwajua walikuwa na mikakati yao na mipango yao mizuri ya siku ya leo, lakini hawajapata neema ya kuiona leo lakini mimi na wewe tumepata hiki kibali, tumeweza kuiona siku ya leo, tumeweza kuiona siku ya leo. Tuna kila sababu ya kumtukuza Bwana. Kwa hiyo popote ulipo, niukaribishe mpendwa katika Bwana. Bwana Yesu asiwe sana. Na ninamshukuru Mungu alitupa ujumbe ambao tulianza nao unaosema ya kwamba usiwe na moyo wa kisasi, lakini leo ametupa package nyingine kwa ajili ya kujifunza na kutazama zaidi au kwenda zaidi kulingana na vile ambavyo yeye anataka tujifunze ama tufahamu. Bwana Yesu asiwe sana. Tulianza na mambo ya kuzingatia ili usiweze kulipa kisasi, tuliweza kuzungumzia hii pointi lakini tuliisha kwenye habari za Yusufu. Bwana Yesu asiwe sana. Jambo la pili ni kuwaombea na kuwajali wale wasio upande wako au upande wetu. Ile ni jambo jingine ambalo la kuzingatia kama watoto wa Mungu ili tusiweze kuwa na mioyo ya visasi ili tusiweze kuwa tunalipa kisasi katika maisha yetu. Haleluya, watu wa Mungu. Lazima tuchukue hatua ya kuwaombea pamoja na kuwajali. Unaweza ukarejea kule kule kwa Yusufu, jinsi alivyowajali ndugu zake, alivyowajali akawapa nafaka, akawarudishia na fedha zao lakini akiushia hapo, waliporudi mara ya pili kuja kununua tena chakula, ndipo Yusufu anajifunua kwao na kuambia mimi ndio ndugu yenu ambaye mniuza. Wakalia sana sana sana na kuanza kuomba rehema, lakini Yusufu aliweza kuwajali akawaagiza akawambia kwamba, nendeni kamwambie baba yangu ya kwamba mwanao Yusufu yuko hai na isiye kumwambia tu nendeni, mkakusanya vitu vyote vilivyo vyenu, tunakuja kukaa huku Misri pamoja na mifugo yenu pamoja na kila kitu. Angalia moyo wa kujali, jinsi ambavyo Yusufu alifanya, pamoja na kuwa hao watu walimtendea vibaya, pamoja na kuwa watu hawakuwa upande wake kwa yale ambayo alikuwa anaonyeshwa katika ulimwengu wa roho, lakini aliweza kuwajali na kuwapenda na kuombea vile vile. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna thawabu kubwa katika kuwajali wale ambao hawakupendi na wale ambao hawako upande wako. Kuna thawabu kubwa kuliko kuwajali wale ambao wako pamoja na wao wanakupenda. Sizungumzi mimi ni neno la Mungu ambalo limetuagiza. Ni neno la Mungu ambalo limetuambia. Unaweza ukajiuliza limeandikwa wapi? Twende tukasome Mathayo sura ya 5 mstari wa 43 na 44. Neno la Mungu linasema hivi, "Mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako, na umchukie adui yako, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi." Hili ni neno la Mungu, akilizungumza Yesu mwenyewe na watu wake, au wafuasi wake, a wanafunzi wake, kipindi kile akiwa akakaa akiwafundisha. Anawaambia kwamba mmesikia kwamba mwachukie adui zenu, lakini mimi nawaambia kwamba wapendeni adui zenu na mwaombee wale wanaowaudhi. Na ukiendelea kusoma hapo, arobaini na tano anasema ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, wanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo hayo? Anasema ya kwamba Mkiwapenda wale wanaopenda thawabu gani mtakao ipata? Lakini jaribuni kuwapenda wale ambao hawapendi, wapendeni ambao mnaona ni adui zenu, na vilevile muombe wale wanaowauzi hapa. Naweza nikafafanua kwa undani zaidi jinsi Roho Takatifu alivyonionyesha hapa. Sikiliza nikwambie. Ninapozungumzia kwamba tuwapende adui zetu au wale wanaotuuzi wale adui zetu ni akina nani? Au wale wanaotuuzi ni akina nani? Maana yake ni wale watu ambao wanafanya mabaya, wanafanya vitu ambavyo sio, wanafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, vile vile hata sisi anakuwa na madhara katika maisha yetu. Yesu anatuambia ndio tuwapende. Unaweza ukajiuliza, niwapende kwa namna gani? Siku zote adui yako anapopatwa na je, na baya au anapopatwa na changamoto, mara nyingi wengi huwa wanafurahia huwa wanapata amani ya moyo na kusema ya kwamba ya alikuwa anajiona afadhali, amepigwa, afadhali amepatwa na hili, afadhali ame. Huo sio upendo. Upendo unaozungumziwa ya kwamba uwapende wale wanaokuudhi, uwaombee wale wanaokuudhi na uwapende adui zako, maana yake kuwaonyesha, kuwaonyesha njia ambayo wanapaswa ipite. Unapokaa nao au unapopata nafasi ya kuzungumza nao, maana yake waeleze njia ambayo wanatakiwa kuifuata. Huo ndio upendo ambao unazungumzwa Bwana Yesu asiwe sana haina maana tu kwamba uwe unawapa fedha au unawapa chakula. Sio hivyo tu, hata hivyo ni sawa, ni njia ya upendo, lakini vilevile unapowaona, unapopata nafasi ya kukaa au kuwa karibu nao, kwa namna unavyoweza, waambie kweli ya Mungu, waweze kusimama, waambia kwamba ninyi watu mna hapa mnakosea, jaribuni kufanya hiki na hiki na hiki huo, ndio upendo. Wameenda kinyume waeleze hata kama hauko pamoja nao, lakini unapopata chansi ya kuwa karibu nao, au unapopata nafasi ya kuzungumza wakakusikiliza, au mahali popote, zungumza wasaidia, kwamba njia wanaopaswa kuifata ni njia hii, mwenendo ambao wanatakiwa kuwa nao ni mwenendo huu, wanatakiwa wafanye hivi ili wampendeze Mungu, ili maisha yao yawe salama, siku ya mwisho waweze nao kulisu ufalme wa mbingu. Huo ndio upendo. Sasa jiulize, ni mara ngapi umewaombea mabaya wale ambao walionekana wako kinyume na wewe? Ni mara ngapi umefurahia pale ambapo wamepatwa na tabu na shida wale ambao walikuwa kinyume na wewe? Unaweza ukajiuliza hayo maswali halafu, baada ya kujiuliza maswali, jiulize umepata thawabu gani kwa hicho ulichokifanya, au ni faida gani ambayo umeipata katika eneo hilo utakuja kuona ni jambo ambalo sio zuri na hata wewe halijakupa faida yoyote. Kwa Mungu anaposema tuwapende na tuwajali wale ambao wanatuudhi au wale ambao wasio upande wetu, kuna thawabu ndani yake, kuna tunda ndani yake ambao Mungu anaweza akatufanikisha kwa ukubwa sana. Lakini vile vile bila kusahau nenda kasome Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa 14 neno la Mungu linasema hivi, wabarikini wanaowaudhi barikini wala msilaani. Alafu Luka wende msali wa ishirini na ishirini na moja lakini adui yako akiwa na njaa lishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo, utapalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Ombee na kuwajali wale wasio upande wako ni jambo la kuzingatia ili usiwe na kisasi ndani ya moyo wako. Akikutukana mwambie ubarikiwe. Niko kwenye pointi ya kwamba kuwaombea na kuwajali wale wanaokuudhi, usilipe ubaya kwa ubaya, lipa ubaya kwa wema. Akikutendea baya, wee mtendee jema, Mungu mwenyewe atashughulika naye. Anasema ya kwamba anasema ya kwamba, mstari wa ishirini wa ishirini wa ishirini hiyo Warumi kumi na mbili Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake, moto utamwakia. Yes, anaangalia kungang'ania kufanya aliyo mabaya, wewe tenda aliyo mema. Akikutukana mbele za watu, wewe mbariki akifanya hivyo, wewe zungumza mazuri, utaona jinsi ambavyo Mungu atashughulika naye na itamsaidia pia hata yeye kumweka salama. Haleluya, watu wa Mungu, hii ni ngumu kwa watu wengi, inaweza isiwe isiwe rahisi sana, isiwe sana, hamna namna, imeze hivyo hivyo. Hata kama hata ona uthamani wa kile unachokitenda, Mungu ndiye anayeangalia anaangalia na kutazama kile unachokifanya, jinsi kilivyo na thamani na jinsi kilivyo kubwa. Wala usiwe na shida na mashaka, Bwana anatazama na anaangalia. Bwana Yesu asiwe sana.